Okay, uh, leo bwana nimerudi tena nije niwaambie namna ya kutengeneza TIN number. Maswali yamekuwa ni mengi sana japokuwa kwamba nimewahi kueleza namna ya kufanya ili upate TIN number ukiwa nyumbani kwako, lakini naona watu bado wana sijui wanakwamia wapi au bado hawajaelewa namna ya kufanya kupata TIN number. Sasa leo pata TIN number. Kama nilivyokuambia, cha kwanza lazima uwe uh, na simu na na simu yako uhakikishe ina mtandao, yani internet ya unaweza ukawa na simu au kompyuta, vyote viwili vinafanya kazi. Kompyuta nini, kishkwambi, vyote ambavyo vinafanya kazi ya internet unaweza ukawa navyo kwao. Leo tunaenda tunaingia kwenye browser ya, tutatumia Google Chrome, na u unaweza ukatumia nyingine, ayo unaweza ukatumia. Uh, sasa tunaingia kwenye uh, uh, tovuti au website ya TRA. Huko ndo unaweza kwenda kukata nini kukata TIN namba. Sawa eh? Tutakuja hapa kwa vile mimi nimeiweka hapa. Kwa hiyo mimi nitafungua hapo lakini wewe utagusa www.tra.go.tz itakuletea. Wow. Sasa mpangilio wa tovuti hii kiukweli naona kama ume, umefanyiwa mabadiliko. Yes. Huu umekaa vizuri sasa eh. Hmm. Yaani huu huuhupo kiprofeshinal yeah, nimeupenda safi sana. Ule wa zamani, wa zamani ulikuwa umekaa kizamani sana, walikuwa ueleweki. Nadhani aliyetafuta hii template ametafuta template nzuri sana, waliyempa afanye marekebisho. Yes amepatia. Yes naona vitu viko vizuri. Aha, sasa hapa kuna home kuna about, uh, about us kuna tax and duties, customer and excises, e service, media center, tax club, vacations, contact us. Yes, na zani hii imepangwa vizuri zaidi. Ah, na hapa unaweza ukaangalia mfumo ulivyo, ni mfumo mpya. Mimi mwenyewe nimekuja nimekuja kushtuka sasa hivi ndo nimeingia kuona umebadilishwa hivi. Kwa kitu ambacho unaweza kufanya hapa cha haraka haraka, kwanza unaweza ukaingia hapa kwenye e service Ah, ambao ndo unaweza kupata mambo ya, ya, ya kufanya tini na nini ah, unaweza ukaje hapa ambapo imeandikwa taxpayer portal. Mimi nitagusa hapa okay, na hapa, kama kawaida, hapa utaambiwa sign in, unaweza uka sign in, mfano kama ndo mara ya kwanza kabisa unaweza uka ah, mimi nitaenda nitaenda ku sign in huko mbele yeah. hii hapa sasa imekuja kama jinsi ilivyokuwa ipo zamani, kuna apply for tini, file returns, refund service tax payment na mengine mengi hapa sasa. Uh, moto vehicle driving license ya yeah, leseni hizi za mambo ya, ya vyombo vya moto kwa. Mimi nitakuja hapa apply for TIN, na hapa nimeulizwa, je je, unahitaji individual registration au entity registration. Ni wewe kama ni ya biashara unatakiwa uweke entity, na kama ni ya kwako binafsi so unatakiwa uiache hapo hapo jinsi ilivyo, na hapo wamekwambia utatumia nini, using national identification namba nini? Eh, tutatumia NIDA au tutatumia kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo tunachokifanya ni nini? tunajaza namba yetu ya NIDA, sawa eh? Kwa hiyo hapa unatakiwa ujaze namba ya NIDA, ukishajaza namba ya NIDA kisha utajaza na namba ya simu, sawa eh? Kwa hiyo ngoja nijaze namba ya NIDA, okay. Alafu tutasubmit tutasubmit na tunaisubiri ifanye kazi kama unavyoambiwa please wait. Kwa lazima tusubiri ifanye kazi okay. Nadhani unaona inavyokuja hapa, inakuja hivi kwamba lazima utaje hapo, kuna kuna a, kuna maswali hapo matatu lazima uya- uyajaze swali so, la kwanza linasema taja mkoa wa makazi yako ya kudumu. Huyu anapokuwa ana, kwa vile namtengenezea mtu, ni kwamba anaishi Kilimanjaro. Uh, hapo nakwambia taja wilaya unayoishi wilaya ya Same, uh, na taja uh, kijiji mtaa wa makazi ya kudumu, anaishi mahore, kata ya mahore, sawa, anaishi mahore mahore, sawa. Kwa hapa tuta tuta submiti Okay, baada ya hapo kuna maswali mengine matatu pia, lazima uya uyajaze kwa hiyo hapa, kila kitu ni lazima ujaze. Swali la kwanza taja jina la mwisho la mama uh, swali la pili ni kwamba taja jina la kati la mama, na swali la tatu taja wilaya ulio ulipohitimu darasa la saba. Kwa hiyo hayo maswali lazima pia uyajaze hapa hapa hapa, sawa eh? Okay, kwa hiyo hapa lazima tujaze, mfano huyu hapa ni kwamba jina la mwisho la mama ni Rashidi, jina la, la kati la mama ni Abdala, alafu wilaya aliyomalizia darasa la saba ni Lushoto, sawa. Hapa utasubmiti okay. Tena kuna kuja maswali mengine sawa. Uh, swali la kwanza ni lazima utaje kijiji, mtaa wa mahali ulipoishi sawa, ulipoishi, taja wilaya ulipozaliwa na taja tarehe yako ya kuzaliwa. Hivi vitu vyote lazima uwe unavijaza. Uh, lakini naona sasa hivi kidogo mambo yamebadilika, mambo yamekuwa mengi tofauti na nyuma. Nyuma kulikuwa hakuna mambo mengi hivyo. Nyuma ukishajaza tu ile, ukishaweka ile TIN uh, namba yako kila kitu kinajileta pale. Sasa naona hii kama mambo yamekuwa mengi tena, sijui kwa nini au kwa vile mfumo umebadilika. okay. uh, sasa baada ya kujaza kila kitu pale ambacho umeambiwa sijui nini na nini, inakuja hivi hivi. Ndio ilikuwa ikiwa zamani kwamba ukiingiza TIN namba yako ukiingiza, nini ni namba yako ya NIDA, inakuleta hapa, kwamba uchague kitu ambacho unataka kukifanya. Je, ni non business TIN au business TIN? Sawa, ni wewe unaangalia ufanyeje hapa. Ukisema non business TIN, hii unaipata kwa haraka zaidi hii ukisema business tini lazima uandae sasa yale mambo, sehemu ambako biashara yako iko sijui nini wa usajili ya Brela, ya, ya Brela. Mambo mengi yanakuwa yako hapa kwenye business tini, lakini sisi tunachukua hii hapa ya kawaida kwa sababu hii ni ya binafsi kwao, lazima tuchukue hii hapa. Okay. Uh, sasa ilivyokuwa ya zamani kwamba ukishajaza uh, TIN namba yako inakuletea sehemu ya kuchagua zile TIN namba ya business ama ya kawaida, na ukisha uh, chagu, ukichagua tu inakuleta hapa moja kwa moja sawa. Kama unavyoona kwamba jina ni Musa swa, uh, swahibu sijui kipo kipimo nina nini namba zake sijui nini kila kitu kinakuwekwa hapo. Wewe chakufanya ni kitu kimoja uh, kama una una, una, una mambo sijui ya email nini, lazima uweke email yako. Unaweza ukaweka second number kama ipo, unaweza ukaweka P.O. Box kama unayo, unaweza ukaweka uh, passport number kama unayo, unaweza ukaweka postal city, unaweza ukaweka kama ni mfano labda amesema Arusha, unaweza ukaweka kila kitu uh, inategemeana na wewe, lakini kama hutaki unaweza tu ukaenda next, sawa eh? Lakini kama unavyo unaweza ukaweka usa next Okay uh, next. Hapa kuna uh, lazima uweke nini uh, mkoa mkoa uliopo, sawa? huyu yeye yuko Arusha, tunaweka Arusha. Uh, tukishaweka Arusha street, mtaa aliyosema ni mtaa gani ule? Oh, ngoja kwanza tuweke kwanza district. Tukiweka district, amesema um, amesema same